dakika nzima sijapata mtu hata mmoja.

<laughs> hayo ndo mazuri sasa.

Vipi, ngoma yako imetoka? Ngoma yako imetoka, bwana? Hiki ni yeah, kijio cha wapambanaji. Hapa tuna wasanii, tunachoma mahindi, tunaouza uji, yani, na kila mtu naona amekaa kwenye mfumo mbaoni, sawa

Ona. Kwa kidogo maisha ya mtaao ni gharama. Nataka uangalie ni kawaida. Oh, mwanangu wewe mwambie mwambie jamani jamani, wa sheta. Jamani wa sheta. Yaani jamaa amesahau kuwasha taa, aone kama hapa hivi watu wanaagiza, jamani washeni taa bwana. Watu yaona mwanangu hapa. Boda singapi mpaka nanii mpaka Kiruvya, mpaka Kiruvya shingapi? Nataka kachukue kiwanja mafuta tu. huyu ndo boda wa bei ndogo <laughs> boda wa bendogo anasema mpaka Kiruvya <laughs> tunaweka <no> mafuta ndo <laughs> boda wa bei ndogo asi <laughs> hata <Boda> atamoja mwanangu, mombe mahindi hapo <laughs>

Huyo ana shida ya jerojero. huu mtaa kuishi ni gharama. Huu mtaa kuishi ni pesa, kipande cha mahindi shilingi elfu kumi na mbili, kipande cha maindi elfu kumi na mbili, kikombe cha oji shilingi elfu sita, ukiweka blue band inakuwa elfu nane hey. Yaani nadhani darasa la muundo mtaa wa gharama kuliko mtaa yote kama unahisi kuna mtaa mwingine, weka comment yako hapo, tuione tujue, kweli kuna mitaa mingine ambayo labda imezidi mtaa huu gharama zake kuishi. Kodi huku chumba chumba cha chumba kimoja ambacho akina tairi hizi nini, hicho ni laki sita kwa mwezi, na unatakiwa ulipe mwaka mzima. Hicho chumba chumba ambacho kinacho ndani, milioni nane kwa mwezi, unatakiwa ulipe miaka miwili.